Wanamnataka ni sikii nachokwambia, simesema uniache. Kwani mi nikiwa niko vizuri kitu kama ikiwa mi na kunyima au niondoke nikuache mwenyewe muda, kuwa mwelewa basi, ah. Unajua wewe bro ni mvivu sana yaani, mikazo ya kukesha huwezi. Kwa hiyo amini kama jana nilikesha, si ndio? Sidhani kama ulikesha jana, bondeni nilikimbiza kinyama, bilia kama wote mshikaji wangu <laughs> mimi si unajua zangu so, so, sina muda wa kulemba, yaani mamako yule Umemwitaje huyo? Si mama yako yule Madam yule Madam boss? Yule sio mama wangu sio madam wangu mwite mchumba wangu. <coughs> ah, <coughs> hapana. Ah, hilo sio kweli sio kweli. Yule hivyo kabisa. Kwa jinsi mtani hapa anavyoheshimika, hapo umetuongopea. Uwezo gani na mtoto mzuri kama yule bwana? Sikiliza sasa sikiliza sasa niwapange sawa. Yeah. Mimi yule nimepiga tena nimepiga kisawa, imepiga kisawa sawa. Unajua nimempataje huyo? Yani mwenyee shobo zake tu. Siku moja nimembeba, nakwambia kaanza kunisifia oh, e, mtanashati mzuri unanukia. Nikasema kwa ndani kwa ndani huyo, <coughs> nafikiria na maajabu amna ki, kitandani gogo, mpaka nianze kumfundisha kaa, kwa sababu madam tunamheshimu sana pa maskani. Umewezaje, umewezaje kumpiga Eh? Eh, kaka hebu tuambie we, tuambie. wewe heshima kwako yaani we, we. E, yaani, mwenyewe ukikaza akia Mungu anakupa. We wasema kweli sasa eh, nyewe endeleeni kumweshimu hivyo hivyo, basi. Mimi mzee wangu niko na mheshimu kinyama yule madamu, kumbe mtu mwenyewe slob. Basi mi eh, nitafanya hivyo sio, mnanielewa yaani, inabidi mkipata nafasi ile

Bwana Yesu asifiwe. Amani, umefata nini hapa? Sikiliza, hapa nyumbani kwetu hapa ruhusiwi huyu mwanaume yote kugusa, na kama ni kazi nilishaacha tangu juzi nilipotoka nyumbani kwako. Sitaki ukanyagi hapa nyumbani kwetu, tafadhali ondoka. Sofia, kuna mambo mengine usipende kuchukulia rahisi kama ambavyo unavyojua wewe, kumbuka kwamba Sofia na Amani tayari wameshaonana Asiraisi tu hivi eh? tuachane tu namna hii? Hapana, alafu unajisahau sana. Kuna majukumu bado yanaendelea kule Sofia, nyumbani kwake, na niko radhi leo hii, hata kama kitoka akitoka mama wako mzazi, nionane naye, nimwambie kwamba mimi na wewe tumeshafanya kitu. Sofia, tafadhali acha basi kunifanyia hivyo mwenzako, ili nimweleze, kwamba Sofia umeshaanza kufanya michezo michafu na umesha du na mimi kwa hiyo litakuwa ni jambo jema sana. Amani, mama wangu yuko ndani, tafadhali sitaki asikie ujinga wako unaongea hapa, na kuomba uondoke kabla, sitakupigia kelele za mwizi. Majirani wote kona zote za hii mitaa zinanifahamu mimi ni nani. Kwa hiyo, unakuja nyumbani kwangu lini? Ehe, nambie, utakuja saa ngapi? Kesho nitakuja asubuhi usije uone

Kilichonileta hapa leo ni kitu kimoja tu. Nahitaji kujua huyo rafiki yangu ni nani? Minaomba tuzungumze, naomba tuongee, tutuamalizeni kwa sababu hata kama nikikwambia ni sawasawa tu, tunaenda kuongeza tatizo. Sidhani kama kuna kitu chochote naweza nkaongea na wewe sasa hivi. Mnachohitaji kujua ni kimoja tu, ni nani rafiki yangu liotoka naye Mungu. Nimefanya makosa Naomba basi tuongee tu amalize. Naomba yeah. Usiwe hivyo basi. but... <laughs> Mna agenda yoyote asili ambayo unahisi mimi labda nikijua inaweza ikahatarisha uhusiano wenu. I don't want more trouble. Nachotaki ni moja tu, nani utake, sio manyenya <laughs> moja mbele Jordan.

Shikamoo baba. Shikamoo mwenyewe kama matusi yako kwenu. Unajua toka natoka huko nilipotoka na kuja huko akili yangu yote nakufikiria wewe. Yaani kwa kifupi nimekumisi. Alafu hamna kitu ambacho kinachoniuma kama matokeo ambayo yalitokea ile siku. Eh? Lakini mara moja tu tena nikutana na mtu ambaye wala sijategemea. Eh? Afu hata dosi sijatoa. Nimepigwa mimi. Ah. Kwa sisi mamidi field waga atukubali hivyo vitu. Penyewe baba mimi sitaki kutahira we siku ile sini nani ulishinda we. Ah, mwenyewe, em nisikilize kwa makini, wewe usichojua, we ndo ulikosea ile mechi, na usichojua siku zote mshale uwe polini tu, lakini ukija mjini unakuwa mapambo. <laughs> Nimekwambia sitaki baba, na ukiendelea kuningang'aniza namwambia mama au najiondokea nyumbani wewe. Yani uondoke kwa sababu ya mechi? wewe akili una kweli wewe. Tunarudia au aturudi? Siendi. Kwanzia sasa hivi, kila mtu afanye mambo yake. Baba hizo ni nini? Vipi, situmeshasema kila mtu afanye mambo yake mimi. Baba, mm -hmm. Sasa unafananishaje katako kakuku na yale mambo baba, si tunazungumza. mm -hmm. mm -hmm. Sikiza nikwambie ukiwa mchoyo usiwe mroho. <laughs> Alafu leo sasa viungo vya pilau umevitia kwenye makande. <laughs> ouais, kama unataka kunifata mimi chumbani basi funga mlango. shule inayofunza mema na mabaya, mabaya wajuwai na pumbavu wa eh. Jamani mama, shida sio mimi, tatizo ni fundi. Ah, ongea naye basi mwenyewe basi. Halo mama Uh, usio na shaka mimi ndo nimemzuia ili nimalize hapa ondoke nazo. Anisikilize kama watu wako wengi hapa, nao pia wanasubiria nguo zao, kwa hiyo yeye pia, pia. Undoke, ni mmoja kati ya hao watu pia kwa hiyo nimalizane naye aondoke niwashonee na hao wengine. Uh, sawa, asante kwa kunielewa sawasawa, haina neno basi sawa. Muone mambo madogo kabisa ya kuyamaliza. Unajua, unanitafutia matatizo mimi? Tangia muda wote umenifungia humu ndani tangia mchana mpaka saa hizi, afu najifanya fundi nitimshone nguo. Achana nayo basi tu, mm. mm. mm, wewe mbona upokea hiyo simu? Mtu tutastaki kumpokelea simu, achana naye.